Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linawasaka watu waliowashambulia na kuwaua vijana wawili ambao ni Revocatus Siku Kumalija miaka 37, mkulima na mkazi wa kijiji cha Nyang'hanga, na Cheye John Kayonza miaka 32, mkulima na mkazi wa kijiji cha Nyang'hanga, wilaya ya Magu. Hawa waliuawa na kundi la watu wenye hasira kwa tuhuma za kuiba kifugo kondoo. Tukio hili lilitokea siku ya tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu majira ya saa kumi na moja za alfajiri huko katika kitongoji na kijiji cha Nyang'hanga ambacho kipo katika kata ya Sukuma wilaya ya Magu, ambapo kundi la wahalifu wa waliokuwa wamejupa silaha za jadi waliowashambulia vijana hao sehemu mbalimbali za miili yao na kuwaua kwa tuhuma za wizi wa mifugo. Mili ya marehemu hao imehifadhiwa katika hospitali za wilaya ya Magu kwa uchunguzi wa kitaalamu. Jeshi la polisi linaendelea na kuwasaka watu waliohusika na kujichukulia sheria mikononi, na bado tunawaasa wananchi wasicha tabia ya kujichukulia sheria. Jeshi la polisi limefanikiwa kudhibiti uhalifu maeneo mbalimbali katika maeneo ya kata za Koromije iko wilaya Misungwi, kata ya Ngura wilaya ya Kwimba, kata ya Nyashishi wilaya ya Misungwi na kata ya Buhongwa e ambayo iko wilaya ya Nyamagana na kata ya Ilemela, <coughs> ya Ilemela iliyopo wilaya ya Ilemela ambapo jumla tano, kufanya, ya watuhumiwa ni 35 wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo kufanya biashara ya kuuza mafuta ya diesel na petrol bila kibali na kuyahifadhi katika makazi yao bila kufuata taratibu zilizowekwa. Vielelezo hivyo vilivyokamatwa ambapo ni mafuta diesel lita 685 betri 2 za magari pikipiki moja aina ya yag yenye namba za usajili MC 711 DJM ethrod 2 mapipa mawili mipira kumi uh, ya kunyonyea mafuta maguni maana tano yanayotumika kufanyia uhalifu na fence wire moja vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni nne laki nne na sitini na tatu mia tisa na kumi watuhumiwa ishirini na moja wanaojiwa na kufikishwa mahakamani na watumiwa kumi na nne watafikishwa mahakamani baada ya upelelezi kuwa umekamilika